Naam, uhali gani mtazamaji wa Gift Online TV, karibu tuweze kujuzana taarifa mbalimbali. Jina langu ni Tobias Kisima. Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, Aprili 16, 2025, amekutana na timu ya washiriki na waandaaji wa Safari Field Challenge katika ofisi yake kwa ajili ya kusalimiana na kubadilishana mawazo kuhusu mchango wa mashindano hayo katika kukuza sekta ya utalii nchini. Mheshimiwa wa Makonda ameipongeza timu hiyo inayojumuisha majaji, washiriki na watangazaji kwa kuanzisha wazo bunifu ambalo linalenga kuinua heshima ya sekta ya utalii na kuinua uchumi kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla kupitia sekta hiyo. Na nukuu. Niwatie moyo muendelee kuifanya kazi hii nzuri na niwaombe muendeleze sifa ya ukarimu kwa wageni wanaokuja nchini. Waongoza watalii ni watu muhimu sana katika mkoa wetu wa Arusha, kwani hata Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameonyesha mfano mzuri katika kuithamini hii. Mwisho wa kunukuu. Alizungumza Mheshimiwa Makonda Safari, Safari Field Challenge. Imeanzishwa rasmi awamu yake ya kwanza kuanzia tarehe moja hadi 16 Aprili F 2025 katika hifadhi ya Taifa ya Makuyuni na Tarangire, na mashindano hayo yamekusudiwa kuibua vipaji bora vya uongozaji watalii na kutoa nafasi kwa wananchi kuwachagua waongozaji bora wa mwaka F 2025 wenye leseni ya kuongoza watalii. Usisahau kusubscribe, kulaiki, kushare na kucomment. Asante.